Habari za wakati huu, mpendwa mtazamaji, kutoka mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini Tanzania. Mimi ni Joyce Makwata na hii ni taarifa ya utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo. Tuanze kwa kuangalia hali ya baridi hapa nchini. Tunatarajia hali ya baridi zaidi kujitokeza katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi, na kiwango cha chini zaidi cha joto kikitarajiwa kuwa nyuzi joto nane katika maeneo ya mkoa wa Mbeya, pamoja na Njombe. Hata hivyo, mifumo ya upepo inaonyesha upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo yote ya kanda ya pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya mawimbi katika maeneo hayo inatajwa kuwa ni makubwa kiasi. Hata hivyo, maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika, Rukwa pamoja na Nyasa upepo unatajwa kuvuma kwa kasi ya ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya mawimbi katika maeneo hayo inatajwa kuwa ni madogo. Na kwa kesho tunatarajia katika mkoa wa Kagera Mwanza pamoja na Mara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya Tanga, visiwa vya Pemba na Unguja kutarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hata hivyo, hali ya ukavu inatarajiwa kutawala katika maeneo mengine ya nchi yaliyosalia kwa siku ya kesho, na kufikia hapo tupate utabiri wa siku nne zijazo katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam yatajwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe ishirini na tano na ishirini na sita ya mwezi wa sita, kwa kwa kwa ujumla makavu kwa ujumla. Hali kadhalika katika maeneo ya mkoa wa Mbeya kunatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi makavu, makavu kwa ujumla na yenye vipindi virefu vya jua mkoani Morogoro tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye vipindi virefu vya jua. Hali ya hewa katika mkoa wa Arusha kwa siku nne zijazo ni mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Mpendwa mtazamaji, kutoka mamlaka ya hali ya hewa hatuna la ziada kwa siku ya leo. Asante, tunakutakia wakati mwema.